Hali ya maisha nchini Burkina Faso imekuwa ni ya changamoto kwa muda mrefu sana, hasa kutokana na vita pamoja na migogoro ya ndani ambayo imeathiri uchumi na ustawi wa wananchi. Kwa miaka mingi nchi hii imekumbwa na ukosefu wa usalama, mizozo ya kijamii pamoja na uhaba wa huduma za msingi kama vile elimu, afya na makazi. Watu wengi wamekuwa wakiishi katika mazingira magumu huku makazi duni pamoja na ukosefu wa nyumba bora vikiwa ni mojawapo ya matatizo makubwa yanayowakumba wananchi wa kawaida. Zaidi ya watu milioni mbili pointi moja waliyakimbia makazi yao, na hii ni kutokana na vurugu, wakitafuta usalama katika maeneo ya mji mkuu wa Wagadugu. Licha ya mambo hayo, idadi ya watu wa Burkina Faso si kubwa sana ukilinganisha na mataifa mengine ya Afrika Magharibi. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, idadi ya watu nchini Burkina Faso ilifikia milioni 20.9 mwaka 2020. Na zaidi ya asilimia 65 ya wananchi wa Burkina Faso wako na umri chini ya miaka 25. Mpaka kufikia mwaka huu, idadi ya watu nchini Burkina Faso imefikia milioni 23. Hata hivyo, changamoto za maendeleo zimekuwa zikiongezeka kutokana na hali ya kiuchumi pamoja na kijamii. Na ndiyo maana rais wa sasa Captain Ibrahim Traore amekuja na mpango kabambe wa kubadilisha na kuhakikisha kwamba kila raia wa Burkina Faso anapata makazi bora. Kila mwana Burkina Faso ni lazima awe analala chini ya paa alisema Traore, akimaanisha kuwa hakuna mtu ambaye ataachwa bila makazi. Ili kutimiza hili, serikali yake imeanza ujenzi wa nyumba elfu moja kwa awamu ya kwanza katika mpango mkubwa unaolenga kujenga jumla ya nyumba elfu hamsini kwa ajili ya wananchi wake. Mradi huu unalenga hasa kusaidia watu wa kipato cha chini wazee na wale ambao wanaishi katika mazingira duni. Mbali na kutoa tu makazi, ujenzi huu utatoa pia ajira kwa maelfu ya wananchi katika sekta ya ujenzi, usanifu wa majengo pamoja na uhandisi, huku pia ikichochea uchumi wa ndani kupitia biashara za vifaa vya ujenzi. Hata hivyo, swali kubwa ambalo watu wengi wanajiuliza ni kwamba pesa za miradi anayoianzisha zinatoka wapi, na hii imekuja kwa sababu kwa muda mrefu sana imeaminika kuwa kufanikisha miradi mikubwa barani Afrika ni lazima serikali zitegemee mikopo kutoka nchi za Ulaya pamoja na taasisi za kifedha za kimataifa. Lakini kwa Traore ameonyesha utofauti kabisa. Badala ya kukopa na kuongeza mzigo wa madeni kwa taifa lake, Traore ameanza kwa kupunguza matumizi ya serikali. Licha ya kushauriwa na viongozi baadhi kwamba aweke tozo kwa wananchi wake ili pesa zipatikane kwa ajili ya miradi, Traore hakuunga mkono hoja hizo, na badala yake akaamua kupunguza kiasi kikubwa sana cha matumizi yasiyo y ya lazima ya serikali. Na moja ya hatua alizozichukua ni kupunguza mishahara ya wanasiasa pamoja na mawaziri kwa asilimia 30, huku akiongeza asilimia 50 za mishahara kwa watumishi wa umma. Lakini pia alivunja baraza la mawaziri, akihakikisha kwamba fedha nyingi zinaelekezwa katika miradi ya maendeleo badala ya anasa za viongozi kama ilivyo kwa maraisi na viongozi wengine wa Afrika. Kupunguza matumizi haya kumeiwezesha serikali hii ya Traore kupata fedha za kutosha kwa ajili ya kuwekeza kwenye ujenzi wa nyumba za wananchi wake bila kuwa na mzigo wa madeni kutoka nje. Kwa hatua hii, Burkina Faso inaingia katika historia kama ni moja ya nchi ambazo zinajaribu kutafuta suluhisho la matatizo ya ndani bila kutegemea misaada ya nje. Mradi huu ukifanikiwa, huenda ukawa ni mfano kwa mataifa mengine ya Afrika kwamba maendeleo yanaweza kufanikiwa kwa kusimamia vyema rasilimali zilizopo badala ya kutegemea mikopo yenye masharti magumu kutoka nje. Naitwa James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera na mipango.